Mkononi mwetu tumeshika tuzo mbili, mm -hmm. Ay, tuzo hizi inabidi ziende kwa mwimbaji wa, wa kike na wa kiume. Ukipewa tuzo ya mwimbaji wa kike ambaye ameweka heshima kwenye muziki wa injili Tanzania, tuzo yako kwa upande wa kike itaenda kwa nani, lakini pia kwa upande wa kiume itaenda kwa nani? Tuzo mbili tu tuko nazo. Hapo na ligombanisha na waimbaji wa injili. Kusema ambaye anaweka heshima. Mm. Wengi wameweka heshima ila mm, moja tu kwa upande wa kike, pia kwa upande wa kiume. Unajua mimi naamini tofauti kidogo. Mm. Kwanza naamini kila mtu ana neema yake. Mm. Na kitu cha pili, kitu cha pili, labda kama tunaweza tukampongeza, labda nisingeweza kumpa tuzo ya moja kwa moja ya heshima, kwa sababu heshima anastahili, Mungu anajua. Mm. Hata hao wenye majina, pasipo Mungu tusingeweza kuwasikia. Mm. Labda, labda ningesema Rose Mhando, mm. kwa wanawake kwa sababu ni katika watu ambao tumeanza kuwasikia tukiwa wadogo tunacheza jimbo zake mpaka tunakuwa mpaka mm. sasa yupo. Kwa hiyo mm. kwa ametumika na Mungu kwa muda mrefu na naye pia amepambana. Na kwa wakiume, kwa haraka haraka, labda ningeweza kumpa marehemu Fanuel Sedekia mm za zao mbili hizo. Kwa ni Sedekia wa kiume wa kike Rose Muhando. Mm. Ukipewa dakika mbili tatu uongee neno eh, kwa waimbaji wote wa nyimbo za injili. Mm. Una neno gani la kuzungumza? Jambo la kwanza, tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Unajua watu wengi na hata waimbaji wenyewe pia wanachukulia uimbaji wa injili ni kama ka kitu fulani hivi. Mm-hmm. Hawajijua kwamba eneo la muziki ni eneo ambalo linasikilizwa na watu wengi. Ni vigumu sana kukuta saa hizi mahubiri kwenye simu za watu leo. Mm. Mara chache sana na ukimkuta mtu ana mahubiri basi ujue yuko vizuri sana rohoni. Mm. Lakini asilimia kubwa sana utakuta nyimbo nyimbo nyimbo nyimbo. nyimbo. Kwa hiyo kupitia muziki unaweza ukawahubiri watu. Mm. Kumrudia Yesu. Mm. Kupitia muziki unaweza kuwafariji watu. Kupitia muziki unaweza kuwakemea watu, kama unaona kina kasiani wanafanya mm. hiyo kitu unaweza ukaimba uka, uka, uka, uka, uka unabii. Kupitia muziki unaweza hmm, ukaimba unabii, anaimba ipo siku yangu mimi nibarikiwe, ni unabii, ni mtu anajitabiri ya unajua. Kwa hiyo eneo la muziki wa injili eh, tukilifanyia kazi na waimbaji wakikaa vizuri, ni eneo ambalo unaweza kuleta utukufu mkubwa kwa Mungu na kuwaleta watu kwa Mungu. Kinachotakiwa ni waimbaji wa injili kuwa serious na kutotoka nje hmm, ya misingi ya kiroho wewe ni mchungaji lakini pia ni mwimbaji. Swali langu la mwisho kabisa, hii imekaje? Nimekutana na baadhi ya waimbaji wanasema kwamba wachungaji bwana, sasa hivi bwana, yaani unawaambia mchungaji nitumie nauli ndo nifike, hatumi, anasema we njoo tu, tutakachobarikiwa tutakupa. Lakini kuna mtu anakutana na mchungaji anasema kwamba waimbaji bwana, wamekuwa na kiburi, yaani kuja mpaka watumie pesa, mpaka watumie pesa. Wewe ni mchungaji lakini pia mwimbaji, tuna yaani, katika hili tuna tuna tunazungumzaje kwa waimbaji wa kusema wachungaji wa kusema hivi? Okay, kuna makosa pande zote mbili, kuna mm. makosa pande zote mbili kwa mm. waimbaji na kwa wachungaji, labda naweze kwa wachungaji mm. e, mchungaji ni mtumishi wa Mungu mm. na mwimbaji ni mtumishi wa Mungu mm. vile vile mm. kilichopo ni kwamba huduma ya uimbaji nimesema inaonekana kama kakitu fulani mm. katika kanisa mm. isipokuwa huduma ya uchungaji inaonekana kama ndio kitu kikubwa zaidi mm. ambao ni kosa wote wale watumishi wa Mungu. Mm. Sasa wewe kama mchungaji unapomwita mtumishi wa Mungu mwimbaji, mm. lazima umheshimu mm. na kuthamini huduma yake ambayo imepewa na Mungu. Mm. Kwa sababu angalia makanisani leo. Kukiwa na mkutano wa Injili akaitwa mtumishi wa Mungu kuja kuhubiri pale mchungaji atatengewa sehemu mm. ya kulala kula kwake na nauli ya kujia atapewa na kurudi na bahasha pia ya familia atapewa, lakini akiitwa mwimbaji sehemu ya kulala pengine asiandaliwe mm. kuja kwake pia kukawa changamoto mm. na akirudi pengine akupewa pesa anarudi tu, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hiyo hiyo hiyo, hiyo, hiyo kitu imesababisha kwamba wachungaji kuwa wabahili, imesababisha waimbaji nao kuwa wa, wa, wa wabahili kudai fedha kabla hajaenda kwenye huduma mm. mm. eh, ndio maana nimesema pande zote zina makosa. Wachungaji wakithamini huduma ya waimbaji sioni kama kuna- kunaweza kukua na kosa na waimbaji nao pia wakiheshimu wakimheshimu Mungu hawawezi wakajiwekea vima vikubwa vya fedha kwa ajili ya kwenda kufanya huduma mm. no. kwa hiyo pande zote mbili zina makosa, lakini neno ambalo naweza kuambia watazamaji ambao wanatufuatilia sasa hivi ni kwamba, kwanza uendelee kufuatilia mimi mtumishi mm. wa Mungu Pastor Rich katika uimbaji wangu ambao unafanya kupitia mitandao ya kijamii YouTube, unaweza ukanipata kwa jina la Richard Noel Njovu ukiandika okay, pale Richard Noel Njovu utakutana na kazi ambazo nimeweza kuzifanya. Kwa hiyo nimeambiwa pia nitaji namba za simu mm -hmm. okay. Kwa namba za simu unaweza ukanipata kwa namba ya tibu ya sifuri saba sabini na tisa sifuri saba sifuri sita ishirini na tano na namba ya Vodacom naweza kunipata kwa namba ya 0759 544090. Kwa hiyo kwa mawasiliano hayo, unaweza kunipata naam. Tukupe nafasi ya mwisho ya akapela. Okay, asante. Nitawale mwenyewe, Mungu wangu, nitawale mwenyewe, Mungu Baba, nitawale Nitawale, pasipo wewe siwezi mimi, nabaki sina ulinzi, ndio maana na kuomba Yesu nitawale mm, pasipo wewe siwezi mimi, nabaki sina ulinzi, ndio maana na kuomba Yesu nitawale.